Bwana, asalamu alaykum, kutoka hapa Golden Jubilee Tower mjini Posta kabisa hapa. Tumekuja leo uh, kwa sababu ya iftari ambayo imeandaliwa na Manara Foundation lakini, usisahau leo ndio ilikuwa inafanyika mashindano -ma ya Qur'ani pia hapa ndani. Sasa huyu jamaa ambaye niko naye hapa ndio mshindi namba moja wa kile ambacho kiliandaliwa leo. Mambo vipi brother, vipi kaka Fresh, uko salama? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi niko vyema ndugu yangu. Niambie unajisikiaje? Kabla ya yote, niambie how you feel, unajisikiaje? Najisikia, tayari nipo <laughs> Nipo maka sheikh, katika Makkatul Mukarrama, mji uliotukuka. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, siku ya leo nina furaha sana, imekuwa siku ya pekee kwa sababu, na ushuhuda wa Mwenyezi Mungu kutoa, wallahi siku tatu nyuma nimeota mimi nimeenda Maka, lakini sikujua Mwenyezi Mungu amenifikisha kwa nini, lakini Qurani ndio imenipeleka Qurani ndio inanipeleka. niliota mimi nimpo Maka, wallahi wa billahi thumma wallahi. nikasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aifanye kheri hiyo ndoto lakini sikujua kama Manara Foundation mashindano ya Qurani hatanipeleka Maka. Kwa hiyo kwangu mi ni furaha kubwa na amani tena, okay. Eh. uliwahi kushiriki pia uwanjani uh, pale Mkapa kwa ile mashindano yaliyopita ya Qurani lakini hakuwahi kufanikiwa, hii leo umeibuka hapa, ni kitu gani ambacho kinakuja kichwani kwako? Ah, kichwani kwangu mimi kwamba qurani tusitupe maneno ya na Mwenyezi Mungu eh, ukiashika anakunyanyua, yani ukia, Qurani ukiiacha inakuacha, ukiishika inakunyanyua inakupeleka vayo kwao. Namshukuru Mwenyezi Mungu katika vipaji ambavyo amenibariki basi amenibariki na kusoma Qur'an kidogo, alhamdulillah kwa kiasi chake. Mashairi mimi amenipeleka Cuba, nadhani unajua anafanya mashairi, amenipeleka Cuba, amenipeleka Uturuki, nchi mbali mbali. Lakini Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa Qur'an yake ananipeleka Makkah al-Mukarrama umra, kitu ambacho nililia sana, ya Allah, siku lini utanipeleka? Siku tatu nyuma nenga utandoto leo amenitimizia. Hii ni jambo kubwa sana na imani insha Allah sitoiacha Qurani na nitazidi kuisambaza na kuisoma Qurani. Moyo wako sasa ukitoka hapa kwenye hili, baada ya kupokea la kwenda umra, unapoondoka, kitu gani ambao utakuwa unajiandaa sasa kufanya? Ibada umra ni kwenda kujitakasa, kwa hiyo mimi nitaenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anizidishie zile ndoto zangu, anipandishe, anipandishe zaidi ya zaidi Inshaallah. ule mji mtakatifu Yeah, mji wa, wa, wa Nabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nina furaha sana, nikifika tu pale kwenye Kaaba nitalia, nitalia chozi, nitasujudu kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nilizomuomba amezijibu, yeye mwenyewe anasema, lakum ad'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Mwenyezi Mungu amejibu. Okay. E, chochote ambacho unaweza kuongea kuhusiana na Manara Foundation mpaka ulipofikia hapa? Mwenyezi Mungu ambariki sana Haji Manara kwa kazi anayofanya, ni kubwa sana, yani anajitoa sana kwa jamii E, anajitahidi ana, kuto kuacha mambo ya dini na ndio mambo yanayotakiwa. Ni maarufu Manara, kila mtu anajua Tanzania na Afrika. kwa Mwenyezi Mungu amzidishie kheri, mimi namuombea kheri tu. familia yako uh, imeona chochote mpaka sasa hivi? Nafikiri haijaona. uko tayari kuionesha? Nipo tayari hapa, nikitoka nampigia mama. Simpigi kwanza mama, mama atakuwa na kimuhimu, kila mda anipigie, nampigia mzee Ukiachana na Qur'ani. Ukiachana hichi kitu ambacho leo kinakupeleka Umrah Makkah katika mji mtakatifu. Kuna kitu kingani kingine ambacho unakifanya ama ni kipaji chako? Mashairi, mimi nafanya mashairi. Ukikuwa mtu wa mtandao utakuwa unanifahamu. Fanya mashairi ya Yanga, nafanya mashairi mengine, nafanya mashairi ya kiserikali. Kwa hiyo ndiyo talanta yangu inaniweka mjini. Eh. Kuna nadhani, nadhani fursa zilikuwa wazi eh, ni wao tu kuja kukutamani na kuja kushiriki basi. Kwa hiyo kama hajatokea ni yeye, lakini eh, mimi nimeona fursa, nimekuja. Mwenyezi Mungu mb amenibariki Eh, hey, ameniandikia, namshukuru Mwenyezi Mungu, ila niwaambie tuzo nimechukua. Inshallah, maka nitaenda, ila mechi atucheze. <laughs> <laughs> <laughs> Bwana wananchi wamegoma tena, zamu yao wenyewe, wamekataa kucheza mechi no. Bwana mee kutokea mjini hapa, sisi tunaondoka zetu cha shiba vizuri bwana, ongea tena asagen. Mungu akubariki sana kakaangu, Mungu akujalie safari yako nzuri. Amina, amina, amin, brother. Na mashukrani sana Bwana yeah.